Sasa tarehe ishirini na tatu mkutano wetu wa kwanza ambao e, mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lisu ndiye atakayetuongoza, viongozi wakuu wote, makamu Zanzibar, makamu Bara e, naibu Zanzibar, naibu Bara wajumbe wa kamati kuu e, tutakutana wote Mbeya na tutakuwepo kanda, e, kanda ya Nyasa kwa mpaka tarehe ishirini na tisa, kanda ya Nyasa mpaka tarehe ishirini na tisa, kanda ya Nyasa E, ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa tutakuwepo tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa eh, katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa, mikoa yote. Sasa e, katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi. Katika mikutano yote hii e, e, lengo letu kwanza ni kuelimisha tu, ni kuelimisha na ninawaomba sana e, ndugu wanahabari e, ambao tutakuwepo pamoja nanyi katika msafara huu, ninawaomba e, punch line zenu e, zilenge kuelimisha e, tunataka tu, tuelimishe e, kile ambacho sisi tunakiamini e, kwa kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga tu graduate Eh, sasa hivi no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko sasa, kwamba ni mabadiliko gani tunayataka sasa kwao, tuanze kuyazungumza. Tunaposema mabadiliko eh, kwenye katiba, tuanze kuyasema sasa kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake, utendaji kazi wake, haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo kwamba E, katiba yetu iondoke, e, e, kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundo mbinu. E, katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio, ndio, ndio universal standard kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundo mbinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu population quota, ili eh, kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani eh, eh, nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza eh, tuanze kuyazungumza eh, matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa eh, eh, dosari za uchaguzi zinatokea Eh, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ninyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura, eh, zile karatasi feki za kura hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi. It is obvious, it goes without saying kwamba ni mamlaka hizo hizo, hizo ndio wanaochapisha zile karatasi. Sasa karatasi za kura feki zinakutwa vituoni, halafu anasimama waziri mwenye dhamana anatuambia Watanzania wote milioni sitini kwamba uchaguzi uko sawa umeenda vizuri. E, haya ni matusi, ni kama vile unaona hawa Tanzania wote ni mamisukule tu, majinga majinga ambayo ha, hayaoni hizi dosari. Sasa dosari hizi zote e, lazima tuzungumze kwamba tunahitaji mabadiliko haya tunahitaji mabadiliko haya. Kwa hivyo mikutano hii ina lengo la kuelimisha, lakini ina lengo la kusababisha sasa watanzania tuzungumze hayo mabadiliko tunayoyataka, na serikali ni lazima ni muhimu isikilize eh, serikali, rais ni lazima ni muhimu asikilize asikilize. Hii ni sauti ya wengi, sio, sio, sio sauti ya wanachadema peke yao. Hii ni sauti ya Watanzania wengi, na serikali inajua, inajua maneno haya inafahamu kilio hiki. Kwa hivyo eh, tunahitaji tufike sasa hicho kiwango cha kuyazungumza ni mabadiliko gani tunayoyataka zaidi ya kuimba hii swaga tu, no reforms no election. Tuyaseme sasa reforms, mabadiliko hapa, mabadiliko hapa, mabadiliko hapa.